Mtume, yani kama vipi? Ngesoma kwa bidii ngekwa sa hivi mwendo tuwa dadi kana yuzi waka amo. Ah, fadhali nakuona amo. Alhamdulillah, ya mu, a long life wa mu. Ah, yani Allahumma inni audhu bika minal khubuthi wa la bait ya mu. Sinilete dua dua zako za chooni hizo. Juma, ulienda lini madrasa wewe eh? <laughs> Mimi na mali hapo amu. Kama vipi kitu kipya we mpromoti tunaminishi vizuri amu. Utanuzia pesa ngapi hiyo bona amu tenga mbili tu, alafu nini, mi hata sikusumbui amo. Hebu ligeuze nilione hilo friji. Ah, ina noma, siwajua vitu vyangu lejiti. Vitu vyangu mi sio vya kulemba lemba amo, jile lenye alina mlango ili sikupe elfu mbili abasi amo, cheki nitakufanyia discount. Ah basi, nitakupa shilingi mia sita nitakutafutia carton tuweke hapo pazia. Wewe niuzie vitu vya kiaje kwa ajabu, hebu niondoshe vitu vyako hapo. Ah.